Ave Maria. Mimi naitwa Frida Ritatika Mzio ni mwenyekiti wa loza, shirika la Rozari Hai jimbo jipya la Bagamoyo. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya ufunguzi, uzinduzi wa jimbo letu la Bagamoyo ambapo leo tumeweza kuzindua jimbo kwa kupokea wanachama kumi na nane kutoka parokia nne tofauti, kutoka Maria de Mattias, kutoka Bunju, kutoka Wazo na kutoka Ununio. Hao waliweza kuwakilisha jimbo letu jipya la Bagamoyo. tumefanya utume huu kwa kuanza na kufundishwa kutoka jimbo la Dar es Salaam. Baba mkurugenzi wa walei jimbo la Bagamoyo, tunamshukuru sana, kwani alikuwa na sisi bega kwa bega kutusaidia ili kuweza kuanzisha utume huu. Baba Mkurugenzi Francis Malele aliweza kutuongoza ili tuweze kushirikiana na jimbo la Dar es Salaam waweze kutupa maarifa na mbinu za kuweza kufungua jimbo letu kwa hiyo tunawaomba watu wote wa jimbo la Bagamoyo na tumeweza tunaongea hapa mbele yenu kwamba tupo, jimbo limeanza na limezinduliwa leo hapa kwenye parokia ya Maria De Mattias. Tunahitaji kupita kila parokia, basi watu wote ambao mnasikiliza mka fanye bidii ya kuweza kujiunga, tunawakaribisha wote. Rozari Hai ni ya watu wote, wawe watoto wadogo au wakubwa, wazee na rika yoyote ile, tunawakaribisha na utume huu. Tunasali mafungu kwa mafungu, tunasali kwa mnyororo na kuweza kukamilisha Rozari nzima. Shirika la Rozari Hai jimbo kuu jimbo la Bagamoyo limefurahi sana leo kuwa miongoni mwa vyama vingine vya kitume. Tunamuomba mtakatifu ambaye anatuongoza, Mtakatifu Filomena, aendelee kutusimamia sisi ambao leo tunaanza kutembea. Tunawashukuru wote ambao mmeshiriki ili kufanikisha jambo hili. Tunashukuru pia na media zote ambazo mmekuwa pamoja na sisi, Jugo Media na Philip Media, asanteni sana, nendeni mkatusaidie kutangaza Rozari Hai jimbo la Bagamoyo. Karibuni wote.